Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linathibitisha kutokea kifo cha Emmanuel Matias Matebe maarufu kama MC Pilipili mkazi wa Swaswa jijini Dodoma na Dar es Salaam, ambapo Novemba kumi na sita ishirini ishirini na tano majira ya saa tisa mchana, marehemu alifariki katika kituo cha afya Ilazo kilichopo Dodoma kabla ya kufikwa na umauti majira saa nane mchana, msaidizi wake Hasani Ismaili alipigiwa simu na mtu asiyefahamika na kuomba wakutane naye, na baada ya muda walifika watu watatu asiowafahamu wakiwa na MC Pilipili ndani ya gari dogo jeupe na walimkabidhi MC Pilipili akiwa na hali mbaya na wao wakaondoka. Uchunguzi wa awali wa jeshi la polisi kushirikiana na wataalamu wa afya umebaini MC Pilipili alifariki dunia baada ya kushambuliwa maeneo mbalimbali kwenye mtikao mwili wake. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi kubaini wale wote waliohusika na tukio hili. Mara baada ya kuwapata, taratibu za kisheria zitaendelea dhidi yao.